Akawahutubia hutuba ya, ya mwisho na akawazungumzia mazungumzo ya mwisho na ujumbe uliokuwa wa mwisho. Usikilize ujumbe huu ndugu yangu, na ujifunze katika ujumbe huu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam, akawazungumzisha masahaba akawambia, ayuhannas, enyi watu, nawaona takhafu na, na alai mnaniogopea mimi. Faqalu na'am, wakasema masahaba ndiyo, tuogopa ya Rasulullah. Akasema

Nachowaogopea antubsata alaikum, dunia kuwa dunia ikafunguliwa kwenu mkawa na riziki pana mkawa na mazuri mingi, dunia ikafunguliwa mbele yenu mkashindana nyinyi kwa nyinyi, kila mmoja akashindana na mwenzake kwa ajili ya maisha haya ya dunia. fatuhlikakum kama ahlakatum, alafu dunia ikawaangamiza nyinyi kama ilivyowaangamiza wale waliotangulia kabla yenu.

na usia wa Mtume wetu wa mwisho ilikuwa sala. Kisha akasema itakullaha fi nisa, mcheni Allah kwa wanawake, mcheni Allah kwa wake zenu. Usuikubinisa i kheira, na wausieni kheri kwa wanawake, ishini nao kwa khairi. Wallahi, wengi wetu tumewadhulumu wake zetu, tukawafanyia ambayo hayatakiwi kufanyiwa kabla ya kuteremka katika membar, akawaombea wadua Waislamu, hafidhakum Allah, Allah wahifadhi, Allah wathibitishe, Allah waunge wa mkono, Allah wasaidie. Kisha akasema neno la kila mwisho, wafikishieni salamu watu wangu, umma wangu.